penzi watazamaji ni tarehe moja mwezi wa sita, saa kumi na mbili za jioni. Hizi mahujaji wa taasisi ya I Travel wakipata picha pamoja kama kumbukumbu -kumbu wakiwa nyumba, nyuma ya nyumba ya Mtume. Mmoja mmoja mmoja anajitambulisha chapchap. Mimi naitwa saibu Tanga, Lushoto na Kogoba harusi nini. Jina langu <coughs> Ali Makame, natoka mkoa wa Kusini, alhamdulillah kwenye nyumba ya mtume inshallah, inshallah. Mungu katika ibada mimi kwa jina nasibu nasibu, natoka Kianga Unguja, mkoa mjini Magharibi. Eh, na nashukuru leo kufika hapa na kuiona nyumba kuja. naitwa Saleh Yusuf Musa katika ibada hii na hapa aaaah katika

Mpenzi mtazamaji, ni mahujaji wa taasisi ya i travel hapa na huku, ndio choo cha Abu Jahali hichi hapa, ambacho na yeye alikuwa anaishi maeneo haya. Kwa hiyo yeye amepewa zawadi ya choo e. Msikiti ndio huo na huu ndio ukuta wa mfalme unavyoona kwenye ikulu ya mfalme. Ni mahujaji wa taasisi ya i travel, haji ndumla <coughs> ni ibada hija kwa mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Hivi sasa ni saa kumi na mbili, e, saa moja kasoro ishirini, bado jua ni ikijua ki, chambali kabisa kuelekea swala magharibi. Leo tarehe moja mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano e, ni taasisi ya i travel hajendi umla e, maujaji hawa mmewaona, ambao wametoka kutia nia ya umla kutoka Masjidi Aisha wametoka kutia nia ya umla. Hivi sasa tunasubiliana hapa kwa ajili ya magharibi, tuingie kwa ajili ya tawafu. Taasisi hai travel ambayo makao yake makuu ni mtaa Pemba na Livingstone nyumba namba kumi na moja. Kwa mahitaji yako ya ibada ya hija, unaweza kufika hapa, ukafika masjidi mtoro dukani kwa saimu gwao, unaweza ukapata eh, taarifa zote za hii taasisi ambayo mwaka huu tumebeba mahujaji zaidi ya sitini na tano. E, kutokana na sababu ambazo zilizokuwa nje ya uwezo, wengi wamekosa nafasi ya hija kupitia taasisi ya travel, hivyo mkurugenzi mwakani anatarajia kuweka watu zaidi ya mia mia na ishirini na bado wengine wamekwisha lipa tayari kwa ajili ya mwakani, wamekwisha lipa tayari kwa ajili ya mwakani. Mzee wa Mtwala, unaniambiaje kuhusu m, watu wa, wa Mtwala wategemee nini ibada ya hija kwa mwakani? na unaizungu aje taasisi ya iTravel? iTravel ni taasisi nzuri sana. Na taasisi nzuri furahi sana kwa kila kitu. Mashaallah. Kwa kwa kitukwenye sa eneekea aakila kitu inshallah, nshallak. Mtwara unapatikana wapi Mtwara? Mimi Mtwara napatikana stand kuu ya zamani pale, mimi niko kama nafanya mm, biashara astendi ukiuliza nasaka dukani kwa Bombei basi dukani kwa nani maarufu. Kwa nini unaitwa Bombei? Bombei mm, hivi jina ni la muda mrefu na nilifungua holu kana za video zilikuwa zilikwa zinaitwa Bombei video Show, na nikafungua duka ikaitwa kwa hiyo Bombe ni maarufu. Ni maarufu sana. Mtu gani mtwala unamwalika kwa ajili ya ibada ya mwakani ya hija ambaye unaona huyu huyu mpe ujumbe uh, kupitia iTraveli aje? Kwanza ni brother wangu, baada ya kuzaliwa yeye nikaja mimi, anaitwa Saidi Muhamed makali na jina lake maarufu Bombe na wengineo Waislamu wote wa Mtwara. Said yeye hajawahi kwenda hija Makani, anakuja ashatiani mwakani. Anakuja Mungu amjalie kaka wangu awe na afya njema, apate kuja na wengine. We wa Saidiye, ni waislamu we, mm. We wote wa Mtwara mm. na awatakia waje hija na nawaombea sana waje hija kukundo mm mpez uh, uh, mtazamaji, huyu ni mwalimu Saidi, mwalimu Saidi, mwalimu Saidiwalimu e m... e unamwalika nani katika ibada aija makane kupitia taasisi ya Itravel au wewe mwenyewe unaonaje, unaweza ukampeleka taasisi nyingine yoyote? Labda uh, ni shukurani kwa taasisi ya Itravel. Nimekuwa ni mwenyeji wa Itavi kwa mwaka wa tatu mashallah. Kabla ya kufikia tu hapa tayari, kutokana na imani yangu kwao, nimeweza kuwaletea wasafiri wawili ambao ni sehemu ya familia, lakini kwa kujiona umuhimu wa jambo hilo, na mimi nimeungana nao. mimi e, moja kwa moja nalionisha basibaliaaskufuu nashukuru Mwenyezi Mungu katika swala la ibada Tungwa, lakini, ahili, shala, kwa, mbibu, kadisa, na mwomba Mwenyezi Mungu atufikishe ibada zetu. Lakini kupitia hili inshallah nakusudia kuchukua ujumbe huu kwa nia njema kabisa, kwani kwanii tumeshirikiana nao tangu kipindi cha semina zao karibuni kama miezi minne mpaka mitano au kasoro hii. Lakini kiujumla tumekwenda nao ndani ya mafunzo na sasa hivi, sasa hivi tukiwa tumo ndani ya utekelezaji wa jukumu hili la ibada, tunaendelea vizuri katika swala zima na kupata taaluma kila wakati tunao viongozi wetu, katika hali moja ama nyingine, changamoto ndogo ndogo ambazo zinazojitokeza tunashirikiana nao kutatua. Kwa hili tunasema tuna kubwa tuna, tuna, ni washauri au ni washawishi wenzangu wote ambao watakuwa wana uwezo kukiza mhili, ni vyema tushirikiane na yani, nao tukutane katika kupata mashauri mema juu ya gani taasisi hii ilivyofikia upeo wa kitaaluma kiasi kwamba mpaka wazee wazee, vijana ilekowa tunao, imeweza kutuunganisha watu wa Zanzibar na watu wanao ara lakini kupitia hili tulishirikiana tupo ndugu tupo ndugu kabisa katika utekelezaji wa jambo hili kwayo, kwa hiyo ni kusema kwamba ait bado iendelee kubeba hili jukumu la kitaaluma la kufikisha ujumbe, ili jamii zetu hizi ziweze kufahamu. Inaonekana baadhi ya maeneo kali bado inahitajika kwamba izidi kukunjua wigo, izidi kukunjua wigo wa jambo hili ili kuona kwamba tunalitekeleza jambo hili la ibada kila kila muda unapokuja.